Bwana Yesu asifiwe. Mbele yako ni David Zakaria Sule Machange. Ni mwanafunzi wa udiakonia mwaka wa sita na ambaye nimepata kibali cha kuingia miongoni mwa wanafunzi wanaokuwa odendi mwaka huu, yani kubarikiwa mwezi wa kumi tarehe 11 2025. Mbele yangu na maswali katika kipindi hichi cha maijani na maswali machache ambao waandaji wa kipindi ameyandaa nitayasoma na kuyajibu mbele yako wakati huu. Tuanza na swali la kwanza, swali so, la kwanza linasema, ni somo au mafunzo gani yamekuvutia sana na kwa nini? <laughs> ya ili hapa ni eleze labda masomo ya darasani. Kuna somo moja ambalo mimi sijai kulisikia nimelikuta Faraja, linaitwa pedagogi. Ili somo bana, ni somo ambalo linakufundisha habari za namna ya baadhi ya aina za ulemavu na namna ya kudili nayo Mi sijui autism, sijui hydrocephalus, sijui sijui TKKUU. Kwao nimekuja kuyakuta haya masomo Faraja. Ameniandaa, mi sio daktari, lakini naweza nikadili na watu nikajua ana ulemavu na aina gani, na nikadili naye. Tamani limenifurahisha sana, wote mjifunze. <laughs> swali so lingine ni, ni jambo lipi lililokufanya uhakikishe kabisa huu ni wito wa Mungu kwako? Swali la mtego hili lakini <laughs> majibu yake ni kwamba, unajua jambo la Mungu linapokuja kwenye maisha yako kwanza unasikia so amani. Nikiwa pale Faraja na kwenye wito huo wa udiakonia, nasikia sana amani na najua niko mahali sahihi nikihudumia wahitaji na nini na amani, kuliko nikiwa sehemu yoyote ile hapa duniani. Swali so lingine hapa ulipoambiwa kwa mara ya kwanza kuhusu kozi hii ya udiakonia ulihisi nini? Kwanza nilihisi hawaoi <laughs> kuhusu udiakonia. Mwanzo diakonia ni watu, watu wa korofi, lakini nivyofika Faraja na kujua kuhusu diakonia, nimegundua diakonia ni watu wapole tunaruhusiwa kuoa. Ukimaliza mafunzo unaweza kuwa na familia na maisha mengine mazuri. Kwa hiyo usiwe na hofu, karibu Faraja. Swali lingine hapa linasema, je, kuna wakati uliowaza kuacha masomo? Kama ndio, sababu ilikuwa ni ndio. Kuna wakati bana, <laughs> ilipitia mambo, mambo fulani pale yakawa yakanifanya nijisikie eh, nimekuja mahali gani huku? Ilikuwa ni ule utani. Unajua Faraja tunaishi wanaume tu eh? Kuna utani kutaniana kuzive, unafanyiwa birthday, wanakushangilia, kuna muda wanakuzingua. Kwa sasa ile, kuna siku wakawa wananitania sana tukiwa shambani, wananiimbia nyimbo za kunitania. Kuna siku tukiwa shambani, tunavuna nyanya, nakumbuka, tunafanya sana kilimo. Wakawa wananiimbia, kuja kama manki, cheza ukidanki danki, danki. Tukana na namna ambavyo <laughs> ninatembea, lile jambo likaniuma, nikajisikia hawa watu bora hawana huruma, lakini kumbe e li jambo limenijenga limenipa hali ya kujiamini na kuwa na hali ya, ya, ya, ya. Kwa sasa hivi mtu anaambia chochote kuhusu hali yoyote ya walemavu na nini kwa sababu Faraja alinijengea confidence ambayo sijawahi kuipata sehemu yoyote ile. Swali lingine ni la 88 aliyekutia moyo zaidi kuingia kwenye wito huu Mdiakonia Mlaki, na Mdiakonia mmoja anaitwa Bariki Mlaki. Huyu ni Mdiakonia wa, wa Jimbo la Kilimanjaro kati kwa kipindi hicho ila sasa hivi yupo dayosisi Alinishawirishi sana na akanitia moyo, hasa kipindi ambacho natamani kuingia kwenye wito huu. Akaniambia mambo mengi mazuri na makubwa kuhusu diakonia, ambayo huenda mengine kwa siyafahamu, na akaniambia ukweli ambao nitaupata, faida za kutumikia kanisa, kutumikia jamii iliyosahaulika katika jamii, watu waliosahaulika kwao. Nikajisikia amani. Ni diakonia ambayo ananiinspire na natamani kujifunza kwake kila siku. Swali so, lingine nitaenda tu kwa haraka linasema kuna wakati ulihisi Mungu yupo mbali katika safari ya masomo? Hapana. Hii hapana. Sijawahi kuhisi Mungu yuko mbali. Kwanza so, nimekuwa nikimwona Mungu kwenye maisha yangu. Kwanzia so, nimeanza kumtumikia kwenye wito huu. Nimemwona sana Mungu kwenye mambo mengi nikiwa kwenye mafunzo ya udiakonia pale ndani, lakini pia nikiwa kwenye masomo ya father study ya uhasibu ambayo bado naendelea nayo mpaka sasa. Kwa kweli nimemwona Mungu, hata performance yangu darasani, uhusiano wangu na wanafunzi wengine umejengeka, kwa sababu nimejifunza maisha ya ushirika, ikiwa shirikani. Kwa hiyo nimejifunza kuishi na watu na nini. Kwa hiyo namuona sana Mungu kwenye maisha. Swali la sita inasema wito wako binafsi au wa kupewa ulianza vipi, ni ndoto, ni sauti, au ni mazingira? Niweza kusema hapa ni yote kwa pamoja. Ni ndoto, ni sauti na ni mazingira. Kwanza mimi ndoto yangu kabla sijajua kuhusu diakonia, nilikuwa ni mtu ambaye ninapenda sana kusaidia wengine. Nikimwona mtu ana uhitaji, mtu ana shida, napenda sana kumsaidia. Lakini pia nilisikia pia sasa nikawa natafuta ni kitu gani ambacho naweza nikafanya kwenye maisha ambacho kitanikutanisha na hii jamii ili niweze kufanya msaada wangu professional. Kwa hiyo nikajikuta niko kwenye jamii naweza kusaidia watu na nini, lakini pia ni sauti, lakini pia ni mazingira. Nyumbani kwetu si kuna watumishi wa Mungu wa injilisti, wachungaji. Sasa nikatamani kufuata ile cheni ya familia na mimi niwe mtumishi wa kanisa. Hivyo mtu wa Mungu, nikutie moyo, karibu sana Faraja. Ni mahali sahihi kwenye wito wako, ni mahali ambapo utajifunza mambo mbali mbali, utajifunza sayansi ya jamii, utajifunza elimu ya diakonia, utapata elimu nyingine ya ziada ambayo kwa kipindi hicho Faraja au dayosisi au kanisa kwa pamoja itakuwa imeamua wewe ukasome. Ni sehemu sahihi, itakufundisha kumtumikia Mungu na utapata kile ambacho itakuwa na uzima duniani mara mia moja duniani na mara mia mbinguni. Okay, karibu sana amen. okay. Hey, mchumba ni naye <laughs> mchumba ni naye kwa kweli, mimi I'm taken. Ukiniona hapa I'm not single, usije ukachukua uka take this for granted. Mimi ni mtu amtu, wa mtu na tutapigwa wote, mimi na wewe, usijaribu kuingilia ku, ku, uhusiano hili <laughs>